Okay, karibu tena eh, katika channel yangu pendwa kabisa, chaneli ya Teacher Sauti ya Sifa. Leo nimekuja kuzungumzia kitu kimoja ambacho kinafahamika kwa jina la Follow Community Guidelines eh. Follow Community Guidelines hii, eh, kuna watu ambao wameshaipata kwenye chaneli zao, nawe kama umefungua hii video unaweza kuwa ni moja kati ya watu ambao umeona neno hili limejitokeza eh, ama kakitu fulani kama vile kamshangao kamejitokeza katika peji yako ya YouTube studio, ukienda pale kwenye mfumo wa kuangalia masaa pamoja na subscribers. Sasa kitu hichi, uh, kinatokana e, tunaweza kusema kwamba na kukeuka mwongozo wa YouTube sasa mwongozo wa YouTube unakeukaje ama inakuaje, mpaka kitu hichi kimeweza kutokea ama ama kikawepo, na wakati mwanzoni kilikuwa kipo. Kwanza kabisa, nipende kusema kwamba kama una hichi kitu ambacho kinaitwa follow community guidelines, basi kuna video yako moja ambayo tayari imezuiliwa ama imefutwa. Kwa sababu gani? Video hiyo imezuiliwa ama imefutwa kwa sababu umekosea ama haujafata vigezo na masharti vya YouTube. Sijui umenisoma hapo vigezo na masharti vya YouTube haujavifata, na ndio maana video yako imeweza kuzuiliwa kufungwa. Mfano kama mimi e, chaneli hii unayonionea kwa hivi sasa, nayo ni moja kati ya chaneli ambayo imepata hiyo follow community governance. Kupata follow community governance sio kwamba chaneli yako itakufa, no, chaneli yako itazuiliwa kutuma video ndani ya siku saba tu, na nadhani na wewe kama umeshakupata kitu hicho, basi kweli kabisa, siku saba hujaweka kitu na kikua kinakataa, na wako wanajiuliza kwamba channel yangu imefanyaje ama imeakiwa ama imekuwaje. No, ukifanya kosa ni lazima channel yako izuiliwe ndani ya siku saba kuto kwa upload video. Lakini pia kosa ila hapa ni kosa baya, kwa sababu gani? Yakiwa ni makosa matatu kwa wakati mmoja, yani yani YouTube wanakupa siku tisini. Hizo siku tisini unatakiwa uwe haufanyi kosa lingine yaani sawa sawa, miezi mitatu wanakuambia kwamba ili kosa uliofanya sasa hivi mfano kama mimi kosa niliofanya sasa hivi litakuja kufutika kama sikosei mwezi wa saba tarehe kumi na tano, yeah. Kwa hiyo sasa hakikisha kwamba unapotuma video iwe inafata mwongozo na mwongozo na vigezo na mashaiti vya YouTube ili usiweze kupata hasara, usiweze kuingia katika mfumo ambao utakushindishwa wewe Kuanza kupata pesa kupitia YouTube jamani, mimi ni eh, moja kati ya watu ambao najua sana vigezo na mashati vya YouTube, ila kuna vitu tu vinakuwa vinaniponyoka kama hivi, lakini pia youtube wana mkazo sana. Mfano kama mimi, video ambayo imenifanya channel yangu ipate kosa, ambayo itafutika mwezi wa saba na kwa sasa huu ni mwezi wa tatu, hebu jamani jifikirieni, mwezi wa saba tarehe 15 na kwa sasa huu ni mwezi wa tatu. Sijui kosa nimefanya tarehe ngapi? ni ya VPN niliwafundisha watu jinsi ya kutumia VPN. Sasa bahati mbaya mazuri nikawaonyesha mpaka na ushahidi kwamba ukiwasha VPN utaingia YouTube bure, Facebook bure, wapi bure, awataki YouTube kitu kama hicho. Leo naongea hivi, sio kwamba na furaha, sio kwamba na furaha kabisa. YouTube channel yangu ni moja kati ya channel ambayo inakimbia sana, ina takribani masaa uh, masaa elfu mbili mia mbili na kadhaa kuna mshale wa YouTube. Lakini ukiangalia masaa kwa ujumla ina masaa elfu mbili mia nne na kwa hiyo ni channel ambayo kwa siku inakuwa inaingiza masaa mengi sana kama unavyoona hapo kwenye kio chako. Inaingiza masaa mengi sana. Yaani huenda ikawa mpaka nikafikia mwezi wa sita. Yes, mwezi wa tano nikawa nimeshakamilisha masaa kwa sababu kwa sasa subscribe nimeshakamilisha. Nikawa nimekamilisha masaa. Lakini sasa shida inakuja ukiwa na hili kosa hautoweza kuingia kwenye mfumo wa malipo paka lifutwe. Na juta umepotea mwenzenu iwapi njia na lifuta chozi langu la kushoto linatirilika jingi kwa majuto. Ukiwa na hili kosa, hautoingia kwenye mfumo wa malipo paka kosa ili lifutwe. Yani paka aka wanasema katrayengo kapige tiki ndio utaingia kwenye mfumo wa malipo. Kwa hiyo kama wewe unaaka kadude umeapply mfumo wa malipo umetimiza vigezo vya YouTube afu umeapply, YouTube imekataa, umeapply na YouTube imekataa. Basi hiyo kabisa pata kafutwe haka. Lakini kingine kama una copyright, kama una copyright claim, hautoingia katika mfumo wa malipo kamwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu unakuwa YouTube umekeuka mwongozo wao. YouTube kwa sababu sikopi kitu cha mtu. YouTube kwa sababu sidiki kitu cha mtu. YouTube kwa sababu sikiki makosa ya sasa hebu tuseme hivi, hichi kitu kinatokana na nini? Sasa mpaka inafikia wakati ama inafikia hatua kitu hicho hapa kinakuwa kinakua kimetokea, wanasema akaka, akaka, akaka pembe tatu kanatokea na mshangao, hii follow community guidelines, pata mwongozo wa jumuiya ya YouTube, inatokanaje ama inakuwaje mpaka inafika eneo hili hapa? Kwanza kabisa, kitu hicho hapa kinatokea kwa kufanya makosa makubwa. YouTube wana takribani kama makosa manne ambayo yote wanakupa mwongozo. Mfano, ukiona video yako imeandika copyright, maana yake umeingia kitu fulani kwenye video yako, hasa ni sound. Hii sound sound, sauti yani, unaweza kuwa umeingia mziki, unaweza kuwa umeingia wanasema kelele fulani tu hivi, umeziingia hasa ni sound ndio copyright. Lakini ukiona umeandika, umeandikwa copyright claim, maana yake wewe Ume, ume, yes corporate claim inakuwa maana yake kwamba, uh, corporate claim, wewe video yako ina kitu ambacho hakifuati mwongozo, unatakiwa kile kitu ukifute. Mimi nisha kuandikiwa video yako eh, nisha kuandikiwa corporate claim. Kuna video yangu moja ambayo nilitoa hapa Teacher Sauti ya Sifa eh, ilikuwa ni jinsi ya kuagiza vitu kutoka China. Sasa kwa bahati mbaya mazuri mle ndani, katika hiyo video nilifanikiwa kuweka jinsi ya kufungua mpaka ile account ya kikuu ambayo unatumia kuagiza vitu kutoka uh, Tanzania, ama mkoa wote ambao upo ama nchi yote ambao upo kinakofikia kutoka China. Kama unatamani kujifunza, kagua video zangu hapo utaiona. Sasa hiyo video kuna sehemu nilikuwa nafundisha jinsi ya kufungua account, wenyewe wakasema kwamba na hack nafundisha na jinsi ya kuhack account, kwa sababu nilienda pale register, ama create account. Maanake kama vile nilikuwa nawafundisha watu kufungua akaunti mpya. Maanake kama vile nilikuwa na vuja utaratibu ama na haki kitu. Kwa hiyo sasa nikapewa copyright claim na bahati mbaya ukipewa copyright claim ama ukipewa iko copyright strike video yako inakuwa itazamwa na mtu yoyote yule. Unaweza kuiona wewe tu. Sasa nilipopewa hiyo copyright claim eh, YouTube wakanitumia notification kupitia Gmail yao ama kupitia Gmail yangu eh, wakatuma kwamba tafadhali video yako imezuiliwa kwa sababu hichi na hichi, unaweza ukaiziba ama ukaiedit. Kwa ile copyright claim ukitumiwa, unaedit video yako na inakaa sawa kabisa. Yaani kuedit, yaani unaficha sehemu baadhi ya vitu. Na hiyo unaedit ndani ya YouTube, sio nje ya edit ya YouTube. Wanakupa edit wenyewe. Unaedit, unaficha vitu fulani pale, ukishaficha, ukisave basi inakuwa inaangaliwa mpaka saa hivi hiyo video inaangaliwa. Kama unataka kujifunza zaidi Embe na kayaangalia vizuri utaona kuna sehemu kama vile kuna vio vio yani imefichwa fichwa. Hiyo ni edit kutoka YouTube. Lakini pia kingine kuna copyright striker ambayo hii ni ya tatu. Copyright striker ni hatari. Inatokana na nini copyright striker? Na hii copyright striker ndo ambayo imesababisha haka kadoti kaji ambako haka kadoti ili kafutike. Ni lazima siku tisini zipite yani miezi mitatu tatu. Ha! Kweli maisha kuna pingi mjue. Ningekata tamaa. Sasa ikipita miezi mitatu e, kosa hilo litafutwa, lakini sasa je, linatokana na nini? Moja, kosa hilo linatokana na kuweka vitu hatarishi ama, e, ama kuweka video za ngono ama mauzui yako, ama video yako iwe ina machochezi ya ngono. Lakini mbili, kosa hilo linatokana na kufundisha kutumia vitu bure na wakati hivyo vitu vipo kihalali kabisa Eh ni kwamba vinatakiwa vitumie pesa lakini wewe unawafundisha watu watumie bure. Tatu. Kosa hilo linatokana na kuhaki kitu ama kuwafundisha watu kuhaki kitu. Yaani yaani, kwa mfano, kama unafundisha watu kufungua kufuli ili ili kufuli. Kwamba ukifanya hivi kufuli itafunguka bila funguo. Basi utakuwa ni moja kati ya watu ambao utapata hii copyright strike. Lakini kwa watu ambao wa maigizo, kuweka labda mtu na mkata kweli, labda video za ngono mule ndani. Hivyo, na unaweza usipate copyright strike, lakini video yako ikabani yani, ikabanwa ikawa video yako umeweka, lakini na moja kati ya maudhui hayo, labda mtu labda, labda anafanya fanya ishara za ngono, au umefundisha kuakiaki kitu, video yako ikawa itangazwe. Kumbuka kwamba unapoweka video YouTube, kila mtu aliyokusubscribe na aliyowahi kuwatch page yako ama aliyokuangalia page yako video inakuwa ina, inaonekana pale kuna dashboard yake mara baada ya kuingia YouTube. Lakini kama umeweka hayo mazuri, video hiyo haitaonyeshwa kabisa, hata kwa wale walio wa subscribe. Bali wale waliobonyeza kengele ndo notification itawafikia tu, ila wale walio subscribe bila kubonyeza kengele hawataonyeshwa video hiyo. Kwa hiyo video yako haito tizama. Kwa hiyo kosa hilo ndio linatokana na hivyo, na linafutika ndani ya siku tisini ambayo ni sawa na miezi mitatu. So mimi huenda ningekuwa nimefikisha E, ningefikisha subscribe, e, ningefikisha masaa ndani ya mwezi ambao unakuja mwezi wa tano, lakini sasa, kutokana na hili kosa masaa yatafika hilo, sitaingia katika mfumo wa malipo katika hii e channel hii e channel itakuwa itakuwa haiwezi yani, kumkona mfumo wa malipo mpaka e, mwezi wa saba tarehe 15, ndivyo alivyoniambia na nadhani unaona hapo kuna kio chako. Kwa hiyo haitoingia kabisa yani, da siku kata tamaa, niliamini kupamba ndo msingi. Ndiyo hivyo bwana, kwenye maisha kuna vingi unaweza yani, kuona kama ni kitu cha kawaida, ila sio kitu cha kawaida. Mtu unakuta kasumbuka miaka mitatu, kasumbuka miaka miwili, kasumbuka mwaka mmoja, kasumbuka miezi sita, kasumbuka miezi mitatu. Yes, hasa ni miezi sita na mwaka mmoja watu wanaondoa wana wanaofanikisha sana ambao wana kasi ama wana moyo na kufanya hicho kitu. Alafu channel yake maskini inakuja inafungiwa. Kwa vitu kama hivyo yaani, ili kosa ukishalifanya litakuwa limebaki tu siku 90 ikifika ndio linafutwa. Ila ukifanya kosa tena ndani ya siku 90 bado hazijaisha linahesabika kosa la pili. Ukifanya tena inahesabika kosa la tatu, channel yako inafutwa. Ila ukifanya kosa hili likaja likafutwa siku 90 zikapita likafutwa ukaja kufanya kosa lingine mwezi ule unakuja ambao kosa lishafutwa inahesabika ni kosa la kwanza. Kwa hiyo jamani, tujitahidi tusifanye makosa. Na hicho kitu kama unacho, ndio nimetolea ufunguzi huo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kitu hicho mimi kimenitokea mara kadhaa, mara nyingi sana, lakini channel zangu kwa bahati nzuri zinakuwa sijakamilisha vigezo vya YouTube. Kwa hiyo nakuwa naona tu kawaida kwamba nakusanya tu masaa. Endelea kufanya kazi ukiona kosa hili fanya kazi unaendelea tukufanya kazi unafanya kazi, na unaweka video kosa sababu atajikuta linafutika kabla hata masaa yako hujafikisha, ndio hivyo. Lakini kwangu mimi masaa yanakimbia sana, yaani kwamba kosa sababu itakuwa bado hajafuta ile masaa na kwa imeshakamilika. Lakini kitu kingine, kitu cha nne ambao ndo kosa la nne ni kuiga video za watu. Unapoiga video ya watu YouTube hawakuangalia, yaani wanaweza kukuacha iga tu iga iga iga na wao kaendelea kuiga kabisa. Lakini matokeo yake ni kwamba unapokamilisha vigezo na unapoigia video ya mtu, inamaanisha mtu ndio umeingia, ni kwamba ana nguvu sana katika kuwashawishi watu. Inamaanisha video zake zinaangaliwa sana, na wewe unapozigia. Kwa hiyo chaneli yako itaangaliwa sana, utapata masaa hivi, utapata subscribe nyingi. Lakini sasa unapoingia tu katika mfumo wa kuapply ombi la kuanza kulipwa na YouTube, chaneli yako pale pale inafutwa. Nani nakumbuka na channel yangu moja ilikuwa inaitwa PTTV Tizen Phone Tricks TV Tanzania, ilifutwa. Niliingia snake boy pamoja na kibenteni ya kicheche na snake, na snake boy ya huyu wanamwita cram vevo, basi nikaweza kufutiwa channel yangu kabisa, na ikawa mpaka sasa hivi ambapo haipo kabisa. Lakini namshukuru Mungu, nikafungua channel mbili, moja inaitwa sauti ya sifa filam nyingine inaitwa Ticha Sauti ya Sifa ndo ianaonionea hapa, zote zinaenda vizuri. La Ticha Sauti ya Sifa ndo kama hivyo, imepigwa banned, ama imedokiwa, ama ina kosa kubwa ambalo inaweza kupelekea chaneli hii kama nikirudia makosa hayo ndani ya ya siku tisini, nikarudia mara mbili, yani nikaweka makosa mengine mawili, chaneli hii mtakuwa mnaikosa kabisa. Kwa hiyo inabidi vitu tufanye kwa uangalifu lakini pia na channel yangu nyingine ambayo inaitwa Sauti ya sifa Filam, ambayo hii ipo katika mfumo wa malipo. Nitakuja e, kuelezea siku nikikamilisha vigezo hapa katika Ticha sauti ya Sifa, nitakuja kuelezea kwamba tunapataje pesa. Pesa pesa utazitoaje, ama itakuaje ama itafanyaje? Hiyo video inakuja, isubirie. Lakini cha muhimu zaidi nakwambia kwamba hakikisha ufanyi makosa yoyote, makosa yoyote yani miguu yangu haiwezi tembea, mikono yangu haina nguvu tena, miguu yangu haiwezi tembea, naona ndugu na jamaa wakilia sana. Okay, niseme hivi kwamba sina la ziada, lakini hakikisha kwamba usifanye makosa ambayo nimekuelezea. Usiweke video za ngono wewe ambaye unaweka video ambayo ina viashiria vya ngono, hautolipwa na YouTube, kwa sababu hata channel yako ikiingia kwenye mfumo wa malipo, video zako zitakuwa zina malipo ya njano, ambapo malipo ya njano utakuwa unalipwa pesa ndogo zaidi. Malipo yanatokao ya kijani, kama unavyopata kuona hapo kwenye kio, na sio malipo ya njano kama unavyopata kuona hapo kwenye kio. Ukiwa na video yako ina malipo ya njano kama hivi, haulipi sana. Basi nilikuwa nimekuja kuelezea hii Follow Community Guidelines. Unaweza kuwa ulikuwa nayo kwenye simu yako hapo, ama kwenye YouTube studio yako. Ehe, lakini ukao hii maana yake, maana yake ndio hiyo umekiuka muongozo wa jumuiya ya YouTube. Ka baada ya siku tisini kosa lako litafutwa, utaendelea kupata pesa ama utaendelea kukusanya masaa, utaendelea kufanya kazi YouTube. Ila ukiona kosa hili usivunjike moyo, endelea kutupia video, endelea kufanya kazi YouTube. Usisahau kusubscribe ili kwa kwanza kupata video zangu zingine za mafunzo ambazo zinatoka hapa kwa sauti ya e, sifa, lakini pia toa comment, share na hii video kwa YouTube mwingine ambaye ana channel YouTube ili aweze kuiona pia aweze kujifunza, lakini pia aweze kujitazalisha ili asifanye kosa kama hili.